Na saizi wangu. Ah, weka amwanukaka vipi? Mbona mboaeta mazoea na kazi za watu? Hapa mjini maokoto tu babu, wewe upo. Shani. Maisha gani hakupendi? Angekuwa nakupenda asingekuwa natoka na mke wake Ndumbo. Wanajua kwamba wewe unatoka na mke wangu. Brother, <tip> <tip> hebu <himno> naomba unisikilize kwa <wangu>. makini, <tip> sawa? Mimi ushauri wa nani wa nani wa nani mimi, si hayo mambo, mimi yananihusu. Cha kwanza wananifuata wao wenyewe, sije kumfuata hata mtu, hata mmoja. Hey, Pana dada, malazi ni mengi, alafu pia unajaribia heshima yako jamani. Ndugu zangu, ni tudange, mnajua mm. kudanga nini? Mm, nataka tudange ni mpaka hii dunia waseme watu wanadanga. Mimi wangu nampenda sana skat, lakini si sana ninavyompenda mwanamwangu aende.